Dada Zulfa karibu sana Wadada Center. Asante. umetusikia mm -hmm. Wapi umetokea wapi? Nimesikia social media, nimetokea Mwanza. Mwanza? Ndio. Okay. Baada ya kutusikia, nini kimekuvuta kwetu? Ajira mnazotoa mm -hmm. na nimepitia maelezo yenu mm -hmm. ni watu ambao mnasaidia sio, nikaona nije mm hapa -hmm. ili niweze kupata kazi. Kupata kazi mm -hmm. Tupe background yako vipi, una una elimu gani? Una familia? Ulishaolewa? Una watoto? Nina familia, mm -hmm. ya baba na mama. So katika historia yako hiyo, yu ushawahi kufanya kazi au ndio mara ya kwanza unakuja kufanya kazi? Kazi gani? Um, nimesha kufanya kazi za ndani miaka um, miwili. Okay. Lakini pia nimesha kufanya kazi dukani. Dukani pia, yeah. Yeah. Okay. Kwa hiyo imekuaje sasa kama una mtoto ushaolewa umetoka kwenye ndoa yako kwa maana ya mume wako yupo umekuja kufanya kazi au mlishatengana? Tumeshatengana. Mmetengana. Ndio. Okay. Kwa hiyo wakati uko kwenye ndoa umekaa muda gani? Miaka minne. Miaka minne. k katika kipindi chote cha miaka minne ukiwa kwenye ndoa ulikuwa unafanya kazi gani? Nilikuwa mama wa nyumbani. Na unaonaje umama wa nyumbani? <laughs> wakati unafanya kazi, wakati unasema ulifanya kazi za ndani miaka miwili, wakati unafanya kazi dukani, zote hizo ulikuwa hujaolewa. Ulikuwa hujaolewa, si ndio? Kwa hiyo ulivyoolewa, ukaamua tu kwenda kumtegemea mume wako? Ndio. maisha unayaonaje, maisha ya utegemezi. Mm. Okay, na pengine sababu iliyokufanya uondoke ndio hiyo kwamba ushindo, ulichoka utegemezi au kulikuwa kuna shida zingine? ni shida tu za kifamilia sio za utegemezi. Hapana. Sasa ungeendelea kutegemea milele kwa mfano, ingetokea tu bado unaendelea na ndoa, na unaona maisha ya utegemezi, umekiri mwenyewe ni magumu, ungefanya nini? nisingetokea hizo changamoto zingine, ungefanyaje ili usiwe tegemezi kwa mme wako? Ningetafuta kazi nikafanya. Ukafanya? Ndiyo. Vipi kuhusu wanawake wengi wakiolewa ambao nitegemezi, wanategemeaga kupata mitaji kwa ume zao? Wewe ulikuwa na yaani, ndani ya miaka minne, kuhusu ishu za kiuchumi, ulikuwa una mipango gani ulioongea na mme wako labda akupe mtaji au ukafanye kazi? Ha, kazi. Na, ulipata yule ambaye hapendi mwanamke afanye kazi. Ndiyo. Nataka ukae nyumbani. Ndiyo. Na sababu yake ya msingi ni ah, ni nini? Ah, si lazima, jamani, ya, wakona, <laughs> lalayo, kujua, kwa nini yeye alikuwa anataka sana ukae nyumbani usifanye kazi? Si lazima jamani, yani wewe mpenzi wako na lalanae unashindwa kujua kwa nini hataki ufanye kazi. Wengine wanakuwa na sababu za wivu, labda anaona ukienda kufanya kazi wale watu wa kule watu wakoya ni wapi? Wakoje? wana vichwa viwili? <laughs> Okay, Wazanzibari wale wanaoendaga sokoni wenyewe, wanaemea wenyewe, wakezao hawapendi sana kufanya kazi, hata sokoni wanaenda wenyewe, kazi wanaenda kufanya wao. Yaani we unakuwa pambo la nyumba tu. Hmm, unakuwa pambo la nyumbani, we ni kujipamba tu kwa ajili yake akija, yeah, tu yani mda wote uko tayari kwa ajili yake <laughs> kitu kama <iku>. hicho <laughs> ah, okay, so umesema hayo, so sio maisha mazuri eh, kwa upande wako, kwa, kwa experience yako. Maana kuna wengine wamelelewa hivyo wanaona hayo ndio maisha lakini vipi akitoweka siku moja? Kwa sababu si wanaume sio Mungu wale. Kwa upande wangu mimi, haiko sawa, kwa sababu mi nina familia yangu mm, ndio na wazazi wangu na wadogo zangu mm. Na uko wewe mwenyewe pia Mi ndo dada mkubwa e, eh, namaanisha pia kabla hujamsaidia mdogo wako au mzazi wako, we mwenyewe unapaswa kujisaidia. Kwani nafikiri mwanaume atakutimizia kila kitu unachokitaka? Hapana, atafanya kwa sehemu yake, lakini kuna vile vitu nawe bado utakuwa unajisikia kama ningekuwa nafanya kazi ningefanya hiki na hiki. Lakini pia mwisho wa siku, mi napenda sana kusema wanaume sio Mungu kwa sababu kuna leo na kesho. Sasa utakapokuwa umekaa ndani umejifungia ndani unamtegemea unamsubiri si, yeye na mmeshazaa na watoto mmeshaanzisha familia kuna majukumu mengi yanayohitaji fedha. Akiondoka ghafla au akiumwa, yeah, maana kuna kufa eh yeah. hey, akitangulia kufa au akiumwa maradhi ambayo sasa hata kutafuta tena inakuwa mtihani, kwa hiyo utaishije? Kwa hiyo hapo mimi ndo naonaga kibiblia kabisa, kineno la Mungu mimi upande wa wa, yeah. wa, wa, Mkristo naamini kimungu kabisa, ndio maana hata Mungu akaweka kwenye Biblia kwamba amelaaniwa anayemtegemea mwanadamu na akasema asifanya kazi na asile yes. mambo ya kuja kusema rafiki wangu sipendi afanye kazi sawa, wewe upendi leo kifa wewe upendi. Sawa, lakini una miadi na Mungu, una uhakika wewe utaishi na sisi milele. Ni changamoto, changamoto. Kwa hiyo lazima hicho kitu kwanza wanawake wakielewe, kwa sababu wanawake wao wa ndio wanaendekeza uvivu, hawapendi kufanya kazi, wanapenda hayo maisha ya kukaa tu kupaka ina kukaa ndani, wanasingizia saa nyingine, wanasingizia dini. We, mbona Bi Khadija alikuwa yeye ndio mpambanaji, mke wa Mohamed wa kwanza. Unafikiri mi sijui stori za huku? <laughs> Nazijua, biadija alikuwa mjasiriamali, alikuwa na hela, ndio alikuwa hata na msapoti mume wake upo, e. Kwa hiyo sasa unaweza ukachagua, kama utamchukua biadija kama role model wako, lazima uwe mwanamke mpambanaji, kwa sababu kuna leo na kesho e. anyway, e. karibu sana asante. e, kwa hiyo sasa hivi umekuja hapa kwa malengo gani dada Zulfa? na mm -hmm. mimi mm -hmm. mm -hmm. mwenyewe, nawe mwenyewe, kwa unatafuta kama kiasi gani kupitia kazi zetu hizi kiasi cha pesa labda, una, ushajua e, ni biashara gani unataka kwenda kufanya na hiyo biashara inahitaji mtaji kama kish, kiasi gani labda milioni tano, milioni kumi, yani hivyo roughly umeshajua unahitaji kiasi gani? Okay, au bado hiyo bado kiasigania bado hujapiga hesabu. Basi na utakapo mda unao wa kutosha kwa sababu hapa mikataba yetu ni mwaka mwaka. Kwa katika kipindi ambacho utakuwa huko kazini usikae tu ukabweteka. Na sio mimi, si mimi, si fundishi wasichana waone kama hizi kazi ndio mwisho. Mimi ninapenda waone hizi kazi ni mwanzo sio mwisho. Kwa hizi okay, ni kazi za kuanzia. Kwa kama ni za kuanzia, unapokaa kazini hakikisha unaangalia mbele kwamba okay, niko hapa kwa muda gani? Mwaka, miaka miwili, mitatu, baada ya hapo nataka kufanya nini? Hicho unachotaka kukifanya na nanzaje kupata taarifa zake? Umeelewa? Eh, sasa hivi tuna mitandao, unakuwa na smartphone yako, sio ya kufuatilia umbea, ni ya kujifunza vitu vya maana, biashara zinafanyika vipi na vitu kama hivyo. Fanya hivyo na ukamtanguliza Mungu wako, maisha yanawezekana, ni very easy, rahisi kabisa. Kweli, asante hmm. karibu sana, asante hai